Ninaitwa ndugu Mwesigwa Zaidi Suraji, ni mwananchi yani mwana ni mwananchi, na taaluma yangu ni mwanasheria, lakini ni mwananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, ni yani Mtanzania. Sasa lengo na madhumuni ya kuweza kuwaiteni hapa na kuzungumza, nyote mnafahamu iko wazi kwamba tulikuwa na uchaguzi mkuu katika nchi yetu tarehe 29 Oktoba bao uchaguzi huo uligubikwa na vurugu, lakini na madhara makubwa kwa Watanzania, na nikaribia maeneo yote ya nchi yetu, palitokea viashiria vya namna mbalimbali. Sasa ni vizuri kwa wakati tulionao huu niweze kueleza ya cha, machache. Moja, mimi ni katika ni declare kwamba mimi ni katika waathirika ni wa matukio yaliyotokea. Kwa ninapoongea ninaongea kwa mifano hai, najidhibiti kuongea kwa, kwa hisia, ila ninaongea kwa mifano hai, matukio yaliyotokea. Bahati mbaya, wananchi wengi hawakuweza kuyaona kabla. Wengi waliweza kuona kurupishani, kusikia milio ya mabomu, kusikia nini vitu kama vile, na kumetokea hali mbaya ambayo propaganda zinaendelea kulishwa kwa wananchi, kuwachonganisha wananchi na serikali yao, kuwachonganisha wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama. Mimi nilivamiwa baada ya kupiga kura nikawa nakuja ofisini kwangu mjini, hali ikiwa shwari katika macho ya kawaida, lakini fika Kimara nilivamiwa na genge la watu wengi sana, na barabara zikiwa zimezuiliwa zina vizingiti vya namna mbalimbali waliweza kuchoma gari langu likateketea. Lakini katika uchomaji wa gari na mashambulizi yalikuwa yakifanyika, wananchi hao wanaosema ni waandamanaji, hakuna mwananchi hata mmoja aliyekuwa na bango la ujumbe wetu wa maandamano, kitu cha kwanza. Lakini nilishuhudia kwa macho yangu vijana wakiwa na silaha SMG mbili, wamebeba kabisa. Sasa tujiulize, leo lawama zinakwenda polisi, wameua polisi, wameua naomba niwaulize Watanzania, tutafakari kwa pamoja. Ikiwa kundi la wahuni wanaojipa nembo ya kuandamana wana silaha ya moto, mlitegemea vyombo vya ulinzi na usalama viwabembeleze? Mlitegemea vyombo vya ulinzi na usalama viwape ridhaa ya kuendelea na utekaji wa miji na makazi ya watu na uharibifu wa mali? Ifikie mahala tukubali kwamba wananchi tunazo haki zetu, lakini pia tuna wajibu katika nchi yetu, na wajibu mkubwa tulio nao ni kuhakikisha sisi wenyewe tunakuwa sehemu ya kulinda amani ya nchi yetu. Ni wajibu wa kikatiba tuliokuwa nao. Wavamizi wamevamia maeneo mbalimbali, wamechukua mali za watu, wameenda kwenye ATM, zimevunjwa ATM, wamechukua pesa, vituo vya mafuta vimetiwa moto. Sasa hii hali si nzuri kwa taifa letu na msingi wa nchi yetu tunafahamu kabisa kwamba amani, umoja, mshikamano ndizo nguzo zetu ambazo tumekuwa nazo. Haya yanayoendelea sasa hivi mnaweza mkayaona kwamba, ah, hili ni kundi la uandamanaji, lakini na mnasema si uandamanaji, bali ni makundi ya uhalifu kwa kiasi kikubwa ambayo yamebeba ajenda za watu wenye faida ya kuvuruga amani ya nchi yetu. Nitoe wito kwa wananchi wa Tanzania wote mahala mlipo, kwanza, msiondoleo kwenye imani mlionayo na vyombo vyenu vya ulinzi na usalama, msiondoke huko, endeleeni kuamini katika vyombo vyetu. Ni kweli yanaweza yakawa yalitokea mapungufu kidogo kidogo katika kutimiza wajibu wao, lakini tuangalie sababu za mapungufu hayo ni nini. Mwapeni mfano mwananchi, mimi nimevamiwa, mimi nimevamiwa, gari langu inachomwa, watu wana slice SMG, wamevaa kiraia na polisi hawaje, washambulia katika mazingira hayo, watu wameteka barabara masaa matatu manne, wana riot, wanaongezeka makundi kwa makundi, unategemea jeshi la polisi kama chombo muhimu cha kuhakikisha kina enforce utulivu na amani kingefanya nini? Sasa tusi watu wa kulaumu tu upande mmoja kwamba polisi imeua, lakini pia hata kuua tu wa kweli na uadilifu. Wakati mwingine, leo ukimuuliza mwananchi kwamba nipe takwimu ya maiti ngapi umeona kwenye mtaa, mtawa anaweza hata mmoja hayupo, -hayu kwenye takwimu, kama nimeona maiti. Lakini mtu anazusha, anasema ziko maiti za kumwaga zimerundikwa. Sasa hii si, si, si njema na si nzuri. Lakini wazazi majumbani kwetu tuwe makini katika kulea vijana wetu tusiwe sisi ndio wenye matamshi hatarishi kwenye familia zetu. Hawa watabeba haya na kwenda kuona kwamba sasa ndiyo msingi wa nchi yetu, kitu ambacho si sawa. Watanzania, uchaguzi tumefanya, umeisha. Tunayo kazi kubwa ya kujenga nchi yetu. Wengi walitamani vurugu kwa sababu hawakupata, hawakuwahi kupata madhara ya vurugu hizi lakini ni imani yangu kabisa kwamba sasa hivi watanzania wengi wameelewa japo kwa uchache nini madhara ya kuvuruga nchi yao. Watu wanasema tumefungiwa ndani, sasa hali ya hatari ilivyokuwa, vituo vinachomwa, magari yanachomwa. Nataka niwahakikisheni Watanzania wa kuna uwezekano mkubwa kabisa wa mauaji makubwa yaliyofanywa na haya makundi ya wahuni, silaha walipata wapi? kama mambo mengi ya kujiuliza, na tuwe watulivu sana katika kipindi hiki. Tusi watu wa mashambulizi kusema kwamba uh, jeshi limeua polisi, wameua mbona. Kama kweli wewe ni mwadilifu wa nchi yako, mbona uzungumzii wahuni walioua? Mbona uzungumzii wahuni waliovamia mali za watu na kuharibu? Mbona uzungumzii watu walio organize kuandamana, maandamano haramu bila kufata utaratibu? utakuwa mwadilifu kwa jamii ya Kitanzania iwapo utaonesha pande hizo mbili za shilingi, kwamba jeshi la polisi ilitumia nguvu ya wastani baada ya kuwa waandamanaji haramu na watu wasiotakia taifa letu amani, wavurugaji, wezi, kuingia na kufanya uharibifu. Leo tazama wananchi wa Kimara wanavyopata shida ya usafiri, lakini serikali nayo inachukua tahadhari kuingiza magari yake barabarani. Bado viashiria vipo vinashughulikiwa. Mateso anayopata watu pale Kimara sasa hivi kwa sababu ya watu wachache ambao akili zao ni mbovu na ni hovyo. Sasa lazima kama wananchi tutoke na tuonyeshe kwamba hatukubaliani na haya yanayofanywa. Mnapokaa kimya na baadhi yenu kuanza kulishwa sumu ya kulaumu, tafsiri yake ni kwamba mnakaribisha balaa zaidi kwenye nchi yetu, kitu ambacho tusingependa kufika hapo. Binafsi niwaombe nyote wa Tanzania mikoa yote, kwanza tuvishukuru vyombo vyetu vya, vya ulinzi na usalama kurejesha amani iliyopatikana mpaka sasa. Hilo halina ubishi, na kama kuna mapungufu tuyatolee basi maoni katika lugha iliyokuwa nzuri. Alianza ni nani? Nyote Dar es Salaam mnathibitisha kwamba polisi walikuwa watulivu kabla ya vurugu. Nyote mnathibitisha na wengine wanasema kabisa kwamba Hatukuwaona polisi na bunduki kabisa kwenye maeneo yote. Ni nini kinofanya polisi na vyombo vingine kusimama kudhibiti ile hali? Bila shaka ni uvunjifu wa amani, uharibifu, wizi na matendo ya kigaidi. Mimi nasema ni ugaidi. Sasa mtu anapochukua gari anapiga moto, kitu cha mafuta kinawaka kina, kina moto, petroli inawashwa. Huo ni ugaidi huo. Ni matendo ya kigaidi. Mtu anachukua panga anakata mwenzie. Ninaomba sana lakini pia naona kama kuna kaajenda fulani kanatengenezwa kuparaganisha muungano wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Hii nayo viongozi wa vyombo ni vizuri mkakaa imara, lugha yenu mnasema kukaa timamu, mshikamani, kwa sababu tupo kwenye wakati ambao unatafutwa ufa, unatafutwa ufa ili ufa upatikane, watu waingie wenye nia ovu. Kiukweli mimi kama mwananchi wa kawaida ninasema hivi kazi iliyofanywa na vyombo vyote vya ulinzi na usalama na ambayo inaendelea kufanywa ni kazi sahihi kwa mstakabali wa ulinzi na amani ya nchi yetu. Sasa kama unataka hiyo kazi ifanywe, ulitaka watu yani wateke, watuteke wote, wateke jeshi, wateke polisi, watu walikuwa na dhamana. Sasa wenda kuteka Ikulu ni uhaini, ni uhaini, lazima jeshi lidhibiti hizo tabia na hiyo mienendo, niwaombe na ninyi wanahabari pia, mnayo nafasi yenu kubwa sana ya kuhakikisha mnajenga jamii yetu mnajenga nchi yetu mnajenga vijana wetu. Badala ya kuwarushia TikTok za miziki na taarabu na nini, basi wajengeni, pelekeni ujumbe wa kuwajenga kisaikolojia na kifikra kwamba wajua nao wajibu wa kujenga nchi yao. Juzi watu walitamani hata kutoka nje ya mtaa mtu anatamani kwamba angekuwa mtaa mwingine, ambapo ilikuwa haiwezekani kwa kwenye mtaa mwingine. Sasa siambuse, nchi nzima ikivurugika, utakwenda nchi ipi? Utaishi wapi? Watu wamekosa kununua hata, hata hata unga kwenye maduka, wanaogopa kwa sababu hali ni mbaya. Lakini nani msababishi? Niwaombe sasa, katika hali hizo zote ambazo zinaendelea, madhara yaliyotokea yote chanzo chake ni vurugu za wahuni na sio serikali kuwa chanzo hili, tulielewa vizuri hili. Hakuna mahala ambako vyombo vya usalama vilichokoza au kuashiria kuwa kuwashambulia watu. Ni pale tu ambapo vyombo vilichukua hatua stahiki za kisheria kutimiza wajibu wake, na huo ndio msingi wa uwajibikaji katika nchi zetu. Chukueni mazuri basi, waandishi wa habari ya vyombo vyetu, na muyaseme na muyaeneze, watu wajue. Juzi jana nimeona kwenye message kuna kajitu kana, kana tambaa hivi. Ni vitu vya kuangalia sana hivi. Angalieni ujumbe unaokwenda kwenye makundi yetu ya kijamii. Kanasema kanasema na mtu wanaposti watu kabisa kauchonganishi wa polisi na raia, kauchonganishi wa polisi na raia. Kanasema vime kaona? kanasema kwa eh, unaniita afande kwenye basi nalo kwenda Kimara unitakii amani -yani, kwamba basi yani wanaashiria kwamba ukanda wa Kimara ni ukanda hatarishi kwenye nchi hii. sinado vizuri kwamba unani, unani, unani, unaniita afande kwenye basi nalokwenda Kimara. Unitakii amani. Unaelewa, waandishi wa habari, ni mtu kakaa kaandika ka ujumbe haka anakaingiza kwenye magrupu, kanasambaa kwenye magrupu, kanazidi kuchochea chuki baina ya askari wetu vyombo vyetu na raia, lakini pia kanaonyesha kwamba Kimara hapakaliki, ni sehemu hatari. Sio kweli, nchi iko salama mpaka sasa, sehemu zote zinakalika na watu waendelee kufanya shughuli zao kama kawaida. Aidha, baada ya kusema hayo nichukue wito pia e, kwa chama tawala pia Chama cha Mapinduzi kwamba kina wajibu wa kuhakikisha kinakaribisha mazungumzo mazungumzo ya kidiplomasia baina yake na vyama vingine vya siasa ambavyo wanapishana kimtazamo. Nakumbuka cf cf dedende na fdd kule e, watu walikaa wakazungumza watu walikaa wakazungumza kwa mustakabali wa nchi yao, na mpaka leo hali iko iko shwari. Kwa hiyo na mimi wito wangu kwa Chama cha Mapinduzi, ambacho ni chama tawala ni kwamba kinayodhima ya kuhakikisha kinaleta watanzania pamoja nchi pamoja, na kusikiliza pia hawa wanaosema no, kwani wanasema no? Wanataka nini? Kuna nini? Kuna sababu gani? Nadhani hayo yakifanyika hayo kwa umakini mkubwa, itasaidia kuharmonize nchi yetu, kwa sababu hatuwezi kudisregard completely completely. Ni kwamba kila upande utimizi wajibu wake vizuri na hatimaye nchi iweze kubaki salama, kwa sababu sote tunashuhudia nchi yetu ya Tanzania. Sasa nta-nita--nitashangaa kuona kuna chama cha siasa ambacho kinafurahia aliyotokea juzi kwamba kwamba kwamba kwa nchi imewaka moto, kimenuka uchumi umeharibika kwa kiasi gani, mapato ya serikali kiasi gani? Sasa unachoma hospitali ya serikali, unachoma zahanati, unachoma mwendokasi ambayo uendo unapanda kila siku, unachoma hospitali ambayo unakwenda kupata tiba, unadhoofisha nguvu ya serikali ya kutoa huduma kwenye jamii yetu. Haya tujue ni madhara makubwa ambayo waathirika ni sote, ni sote, viongozi wanaathirika, wananchi tunaathirika Wafanyabiashara wanaathirika, kila mtu anaathirika, hakuna bana abaki salama katika hali kama hii. Mwisho ni washukuru wale wote ambao dhamira zao ni njema kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa salama, ambao dhamira zao ni njema kupinga uhalifu na makundi ya ugaidi. Haya lazima myakemee, tuyakemee kwa pamoja ili nchi yetu iweze kubaki salama.